Kuna wakati nitamani kuacha programu. Masomo ya PhD kimsingi ni, ni magumu hasa e kwenye sehemu ya publication, unatakiwa kufanya publication ya pepa na hizo pepa zipublish publish kwenye juno ambazo ziko recommended kimataifa. Sasa unatuma pepa moja, inaweza ikachukua miezi sita au miaka au mwaka mmoja, ndio pepa inarudi majibu, na hayo majibu unaambiwa kwamba labda hiyo pepa yako haipo kwa kiwango, hatuwezi kuipublish. Miringay, George Joseph, mada ya utafiti aliyofanya: jinsi mabadiliko ya hali za kiutawala ya mamlaka za miji yenye asili ya kilimo yanavyochochea uibukaji wa mabadiliko ya matumizi ya ardhi na uoto wa asili katika nchi zinazoendelea kesi ajiji la Dodoma, Tanzania. Kwa jina naitwa Dr. George Joseph Miringay leo ninahitimu programu ya PhD ya urban planning and and management housing and infrastructure. Wow! <laughs> Program hii ilianza kusoma mwaka 2018 eh, na leo naitimu 2025. Uh, siwezi kusema kwamba ni changamoto lakini, sema tu ni fursa. Eh, wakati nasoma program hii ni ngumu, hizi ni program PhD of Science. Hizi ni PhD ambazo ni ngumu za kitaalamu. Kwa hiyo niseme tu, changamoto nilipitia, mojawapo kubwa ni COVID. Nilianza hii PhD mwaka 2018 na tulipoanza, unakumbuka uh, mwanzoni, mwishoni mwa mwaka 2019, uh, tukienda 2020, ugonjwa wa COVID ulikuwa umeingia duniani. Kwa hiyo tulikuwa tuna ugumu sana wa kuwasiliana na masupervisor wetu ilitupelekea sasa sisi wanafunzi especially wa PhD ambayo tumeanza kusoma nyumbani. wakati mwingine hata kuondoka kwenda kuongana na supervisor zako ilikuwa ni ngumu sana. Hiyo ndio changamoto kubwa niliyoipata, zingine niseme tu ni kama fursa <laughs> ndio ndio, kuna <laughs> wakati nitamani kuacha program. Masomo ya PhD kimsingi ni, ni magumu hasa kwenye sehemu ya publication, unatakiwa ufanye publication ya paper na hizo paper zipublish kwenye juno ambazo ziko recommended kimataifa. Sasa unatuma paper moja, inaweza ikachukua miezi sita au miaka au mwaka mmoja ndio paper inarudi majibu, na hayo majibu unaambiwa kwamba labda hiyo paper yako haipo kwa kiwango, hatuwezi kuipublish, na wakati wamekaa nayo miezi sita ilikuwa ni changamoto sana. Na nachwa ndinasababisha hata kuchelewa nani. Eh, kwa hiyo kwenye publication kwa kweli ilikuwa ni changamoto, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kufanya publication, nimeweza zaidi ya tano. Hongera yeah, sana ndiyo. Uh, wewe leo mhitimu ukiangalia yeah, ulipotoka na leo mm, unajionaje ya yeah. Mimi nikiangalia nilipotoka na leo kwa kweli, kuna tofauti na tofauti kwenye mitazamo yangu ya namna ya kuyafahamu ya, ya mambo na namna ya, ku, ya analyze mambo eh. Kwa wakati fulani ule silikuwa sina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuyachunguza mambo, lakini PhD imenipa sasa uwezo wa kuweza kuchunguza mambo kwa kina na kuweza kuja na majibu sahihi yeah. Mm, watu ambao ningependa kuwashukuru sana kwanza, ningependa kumshukuru sana, ningependa kushukuru, kushukuru sana mama yangu, mama Rebecca Joseph. Yes, mama amenikaraji sana kwa kusoma kuanzia zamani kiwa mtoto, lakini baba yangu marehemu Joseph na dada yangu pia ambaye ni marehemu, lakini na familia yote na supervisor wangu Dr. Nelly Babere. Dkt. Neli Babere kwa kweli amekuwa nami wakati nachoka nambia, sasa nataka kuacheri PhD lako, aniambia bwana, no A, nibembeleza, you can make it, imekuwa karibu. Ukiendelea tena unashangaa mbona waliambia imekuwa karibu, atuishi. Kwa hiyo ninamshukuru sana kwa kweli PhD. Alafu namshukuru familia yangu mke wangu, PhD ni ngumu, wakati mwingine mambo ya kiuchumi yanakuwa ni, ni, ni sio vizuri, especially mimi nimejilipia mwenyewe kwa wakati mwingine familia ilikuwa inapitia wakati mgumu, lakini mke wangu uh, Winnie Livingstone pamoja na mwanangu na wanangu uh, wamekuwa wakinivumilia katika kipindi chochote wakati nafanya PhD yes. Uh, uh, ushauri wangu na wasiogope masomo ya PhD, lakini pia wasije wakifikiria kwa sababu pro, pro, programs za PhD kule mtu anapokuja anaambia uh, kwamba programu hii ni miaka mitatu, asije na matumaini sana kwamba ataimaliza ndani ya miaka mitatu. Lakini wasiogope, watu wasome, watu waje wasome, uh, wajiendeleze, kwa sababu kwa PhD unapata namna tofauti ya kuweza kustadi mambo na kuelewa kwa upana zaidi na hatimaye unaweza kuwa na uwezo wa kushauri watu kiupana zaidi. Kwa mimi nawashauri watu waweze kuja kusoma uh, ya chuo kikuu cha Ardhi. Of course wame wame advance sana sasa hivi. Uh, kuna wakati hata mwingine wanafanya mambo yale online online, uh, presentation wako vizuri kwenye mambo kama hayo, lakini niseme tu labda hiyo online study ndio waendelee kuiboresha zaidi. Eh, sio lazima tuje PhD, ina, ina miaka mingi, imagine kama miaka minane. Sio lazima tuje tukae madarasani wote, labda wangeboresha zaidi ili mtu aweze kuwa hata anaifanya online, lakini pia na nina, nina, nina, nina ushauri kwa taasisi yangu. Mimi nafanya kazi Ofisi ya Rais TAMISEMI. Yeah, Ofisi ya Rais TAMISEMI, kwanza naipongeza eh, kwa sababu Ofisi ya Rais TAMISEMI hapa sasa hivi imebadilika kuwa Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Yeah, kwa hiyo miaka yote nilikuwa nina, ninafanya kazi lakini pia nasoma, nashukuru yeah. Elimu niliyopata kwa mambo ya uh, PhD kwa mambo ya urban planning and management, mimi nimefanya stadi ambayo inaendana kabisa na shughuli zangu ninazofanya za, z -za administrative transformation of urban authority and emerging land use TAMISEMI. Nimesoma PhD yangu inayonipa elimu, inaongezea uwezo kwenye kazi zangu, namna ya kuanzisha maeneo ya kiutawala nchini namna ya kufuta maeneo ya kiutawala, namna ya kupandisha hadhi miji, namna ya kufuta miji, namna ya kuanzisha vijiji, namna ya kufuta vijiji, namna ya kufanya miji iwe kiikolojia, yaani miji iwe kama unavyoona hapa Ardhi University, kuna miti na vitu kama hivyo. Hayo ndio tumesoma, kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi. Kwa hiyo nashauri hata watumishi eh, watumishi wa serikali pia waje wasome PhD. Watu wanajua kwamba PhD ni kwa ajili ya ademian kao. Natoa pia rai kwa Tanzania, kwa serikali ya Tanzania kwamba wafikirie kwamba hata wana, watumishi tu wa kawaida wa serikali wanafaa pia kusoma PhD. Mimi nimeisoma, lakini serikali sana sana, uh, haivalu PhD katika level za, za wizara, lakini kwa dunia ilivyofika sasa hivi lazima PhD, hatuwezi kuiepuka ni vizuri sasa serikali ikaangalia pia watumishi wa serikali kwenye idara mbalimbali na wizara mbalimbali waanze kupewa fursa za kwenda kusoma PhD, na maanisha kwa ku be sponsored by the government. Mimi hapa nina ushauri. Mimi naomba taasisi au halmashauri mbalimbali eh, wao wanakuja wanaangalia wale wanafunzi wa PhD, alafu waangalie kwamba wanatafiti nini wakishajua kwa mfano huyu mwanafunzi anatafiti kwa mfano kama mimi nilivyokuwa natafiti mambo ya TAMISEMI kabisa, mambo ya uanzishaji wa maeneo ya kiutawala, administrative transformation Urban authority, taasisi ikijua kwamba huyu mwanafunzi anafanya study ambayo inaendana na mambo yetu, basi ile taasisi imsaidie kumlipia gharama za kufanya publication, lakini pia imuingize hata kwenye hiyo taasisi awe kama anafanya utafiti kwenye hiyo taasisi. Sasa wanafunzi wengi wa PhD tunapata shida sana. Tumekuwa tukipata shida kwa publication. Kwa sababu publication ni gharama. Ndio tunapublish kwa hizo juno ambayo ni za academic. Wanasema kuna scrutinization fee ni ndogo lakini ndogo hiyo ni kama milioni mbili. Lakini kuna juno zingine milioni kumi na mbili publish one paper Elsevier. Milioni kumi na mbili. Juno za kawaida kabisa ndio milioni nane. Lakini hizi ambaye ni free ndio milioni tano, milioni mbili. Sasa hebu angalia kwa mfano mimi nimefanya publication paper tano shilingi ngapi nimetumia? Sina sponsor from, mimi mwenyewe. Nashauri taasisi ziwe hizo. Publication zangu ni nzuri sana kwa hizi halmashauri, ni nzuri sana kwa mtu anayetaka kujua ofisi ya rais TAMISEMI nafanyaje kazi na shughuli zake zote, mtu anayetaka kujua namna ya kufanya majiji yetu yawe kiikolojia, sasa yawe majiji mazuri eh? Sasa vitu kama hivyo, labda halmashauri mbalimbali wangefahamu, wangekuja kunichangia au nafanya study. Study yangu nimefanyia Dodoma ambaye sahizi ni makao makuu ya nchi, lakini hakuna hata siku moja ambaye unasema kwamba jiji limekuja labda likanisaidia. Umeona, wakati mwingine hata kwenye kupata zile takwimu inakuwa ni shida. Kwa hiyo ninashauri kwamba taasisi mbalimbali e, zingehusika na zingekuwa zinakuja chuo au zingekuwa tangazwa kwa, kwa wanafunzi wa chuo ziwape fursa, mwanafunzi wote anayefanya mambo ya PhD basi aruhusiwe kwenda kwenye taasisi ambaye anaiona ule utafiti wake unaenda kuisaidia ile taasisi alafu, hiyo taasisi ikiona kweli huu bwana anafanya phd ambaye inahusiana na mambo yetu, kwa sababu phd ni research, basi wamsaidie kumfacilitate zile publication, na zile publication actually zina majibu ya changamoto tulizo nazo kwenye maofisi yetu na mawizara yetu, yeah. Mimi phd yangu inaitwa administrative transformation of urban authority and emerging land use dynamics. Yaani nimefanya utafiti kuangalia jinsi ukuaji wa miji eh, au upandishwaji hadhi wa mamlaka za miji inavyo influence ardhi, yani uendelezaji kwenye ardhi. How administrative administrative transformation of of upgrading of administrative status influences eh, land use dynamics. Sasa nimefanyia Dodoma. Tulivyopandisha Dodoma hadhi kutoka, manis kutoka mam mamlaka ya mji ikaja kwenye manispaa ikaja jiji mpaka capital city. Hiyo ndio tunasema hadhi za mamlaka za, za serikali za mitaa. Sasa unapopandisha hizo hadhi implication yake ardhini ni nini? Hmm, hii PhD imekuwa useful kwangu. Kwanza imenipa mbinu nyingi za kisayansi, kwa sababu tulikuwa tunafanya tukikawaida kwa kufata sheria, lakini saa hizi ninaenda beyond sheria ninaenda beyond sheria, naangalia theory nimepata theory nyingi nyingi zinazohusiana na namna nzuri ya kuweza kupandisha. Saa hizi najua implication, nilikuwa napandisha mamlaka za miji lakini sijui implication. Saa hizi najua unapopandisha mamlaka za miji kama Dodoma vile, ndio inakuja kupelekea impact kama kuwepo na watu wa watoto wa, ombaomba wa pale madada pale mitaani, magrupu ya kriminal Eh, vibaka drug abuses. Wale wote ni watu wanaetokea, hizo zote ni changamoto zinaetokea na kupandisha mji. Kwa sababu wanapandisha mji, watu wanaenda Dodoma wananua ardhi, wakisha nuari za wagogo wagogo, sasa wanabaki pale, walikuwa wanajua kilimo, hawajasoma. Kwa hiyo matokeo yake sasa ndio sasa familia sasa zinakosa zile shughuli zao zaki, za, za kijiji, wanakuta wako ndani ya mamlaka ya miji na wanapata changamoto. Kwa hiyo mimi hii PhD imeniwezesha, imeniongeza ufanisi wangu katika shughuli zangu. Mimi ni afisa mpango miji, ni principal officer, afisa mpango miji. Imeniongeza ufanisi wangu katika shughuli nzima. Ninafanya kazi kwa idara ya uendelezaji miji na vijiji, ninaendeleza miji, naendeleza vijiji. Sasa hivi nitaendeleza miji kiufanisi, nitaendeleza vijiji kiufanisi zaidi ya vile nilivyokuwa nikifanya zamani. <laughs> mdila sara, mdila sara. jinsi mabadiliko ya hali za kiutawala ya mamlaka za miji yenye asili ya kilimo yanavyochochea uibukaji wa mabadiliko ya matumizi ya ardhi na uoto wa asili katika nchi zinazoendelea, kesi ya jiji la Dodoma, Tanzania. Wasimamizi wa utafiti huo ni Dr Neli Babene na profesa Marko Bura na utafiti aliofanya ni kama inavyoonekana kwenye kitabu cha mahafali. Maneno muhimu ni ugatuzi, hadhi za mamlaka za miji, vijiji, miji, makazi holela, tabia za vijiji na